Jumuiya ya wazazi mkoa wa Tanga imeadhimisha siku ya wazazi kwa kupanda miti na kugawa taulo za kike katika shule ya Hoten iliyopo kata ya Duga jijini Tanga. Akizungumza wakati wa sherehe za wazazi mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM mkoa wa Tanga Hassan Mbezi amewataka wazazi kuhakikisha wanapiga vita ukatili wa kijinsia hasa kwa watoto wa kiume na kuachana na mila potofu zinazodidimiza utu wa mtu na kuchochea ukatili wa kijinsia sasa hivi ulimwengu umebadilika. Zamani tulikuwa tunaweka ulinzi mkali sana kwa mtoto wa kike, tunafanyaje? Leo imekuwa vice versa, ulinzi mkali tunaweka kwa mvulana, tunaweka kwa nani? Na halafu wako watu wako watu vikaragosi vinini hivyo. Sasa sisi zamani Tanzania tuendelee, lakini utamaduni huo endapo tutaudumisha, tutau, tutakomea sisi hapa, hatutapata kitazi kingine sawa sawa. Lakini Tanga pia tunaongoza kwa dini, Wakristo wanapiga, Waislamu wanapiga usiku na mchana. Lakini cha ajabu jana, sio mimi Mbezi, jana waziri mwenye dhamana akasema mkoa wa Tanga tunaongoza kwa jambo hilo sasa lazima tukatae, lazima wazazi Tanga tuone aibu. Tusifiwe kwa mambo ya maendeleo Tanga, bado tunahitaji maendeleo. Tuwachane na mila potofu, na kama kuna watu wanahitaji utajiri wa kwenda katika staili hizo Wala nike kabisa. <laughs> wakitoa elimu ya utunzaji wa mazingira na stadi za maisha kwa vijana wa shule ya sekondari ya Hoteni, viongozi wa jumuiya ya wa wazazi mkoa wa Tanga na wilaya ya Tanga wamesema mutambue umuhimu wa kutunza mazingira, lakini pia mujue lengo lenu mbayo mmekuja kufanya kusoma hapa shuleni, sababu unakuja kusoma una lengo la kutimiza ndoto zako kwa siku za kesho. Hatuhitaji zero kwenye shule yenu, ndio si ndio? Wajua watoto wazuri, naelewa eh? yeah. eh? anakosa usingizi kwa ajili yenu inapofika maswala ya shule, ametengeneza mazingira mazuri sana kwenu. Sasa msikubali kudanganyika, niwakumbushe tena, nijue ukweli hamjasahau donti hapa donti hapa waambieni, hatudanganyiki. Tuna safari ndefu, ndoto zetu ni mafanikio yetu. Asanteni sana, taifa linawategemea na, na nchi inawategemea. Niwaombee kwa Mwenyezi Mungu tu awape nguvu, fikra na imani kubwa sana Mwamini juu ya masomo yenu, mwamini juu ya nchi yenu, muipende sana nchi yenu, muwapende viongozi wenu. Mungu awabariki sana, nchi inawategemea kwa hiyo nawaomba wanangu, wadogo zangu, muelewe nchi na asanteni sana. Mojawapo ya kutunza hii pedi, hii pedi kwanza kabisa ni ya kufua, kwa hiyo unapoivaa hakikisha unaifua inatakata na ukishaifua hakikisha unaianika kwenye nini? Kwenye jua, si ndio? Eh, yeah. Usianike sehemu ambazo jua halifiki. Jua ile inasaidia ili iweze kukauka vizuri usiweze kupata bakteria, si ndio? Eh, yeah. Na baada ya kuwa umeifua imenanilii, ni vizuri wakati wa kuivaa sasa, unaangalia sehemu ambayo ni pana inakaa nyuma, sehemu ambayo ni ndogo inakaa yeah. kwa mbele, na jinsi ya kuifunga kwenye hamwelewi, tunafunga namna hii, si ndio eh? Huku <tipi> e, nyuma kuna vishikizo viwili, una vibana, hii inakaa kwa juu, sawa. Ukisha maliza, la muhimu ni kwamba unatakiwa unatakiwa uhakikishe inafuriwa, sawa. Eh, na hakikisha unaivaa isizidi masaa nane sawa, eh, kwa sababu ikizidi masaa nane utakwenda kupata fungus na kuharibu viungo vyako vya uzazi, mwisho wa siku tunapata kansa za kizazi, tumeelewana eh? Eh, yani hiyo inachangia asilimia kubwa. Kwa hiyo mnapovaa pads, make sure inakaa sio siku nzima Half of the day unaibadilisha, unaifua, unaanika juani tumeelewana, yeah. Naye mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya hoteni ya Ugania Kinamboi, na wanafunzi wa shule hiyo Shajia Hassani na Katelina Alex wakatoa neno la shukurani kwa viongozi wa jumuiya ya wazazi kwa kuwapatia elimu na zawadi zilizowafikia kusherekea siku ya wazazi ambapo mmeona umuhimu wa kuja kusherehekea na sisi Hoten Sekondari. Nipende kuchukua nafasi hii pia kushukuru kwa elimu ya stadi za maisha iliyotolewa kwa watoto wetu wa kike, lakini pia zawadi iliyotolewa kwa mtoto wa kike ambayo inamwezesha mtoto kuwa huru kuweza kutoka nyumbani kufika shuleni na kukaa darasani bila hofu. Hakika zawadi hii ni nzuri, na nitoe wito kwa watoto wa kike mtakaopokea, muitumie vizuri kama mlivyoelekezwa, ili mweze kukaa darasani na kuhudhuria masomo vizuri sana. Leo wamekuja wazazi, wametupa zawadi hii, asante sana. Leo wamekuja wazazi na wametufundisha elimu nzuri na kwa zawadi yolotugehi, asanteni sana. Wiki ya jumuiya ya wa wazazi kwa mkoa wa Tanga. Pamela Chaula, Tanga TV.